Naam, ni matumaini yangu mzima na wa afya kwelikweli, mwanamichezo popote pale ulipo, kanda ya kaskazini, kusini, magharibi pamoja na mashariki, njoo hapa tuweza kuziangazia taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Na taarifa ambazo zimeweza kutofikia hivi punde ndani ya studio zetu, ni kuhusiana na aliyekuwa kocha wa klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club na meneja wa klabu hiyo, Dimitri Pantev. Rasmi klabu ya soka ya wekundu hao wa Msimbazi Simba Sports Club imetoa tamko hii leo ya kuachana kocha huyo wa klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Hii yote ni kutokuwa na mwenendo mzuri na klabu ya soka ya wekundu hao wa Msimbazi Simba Sports Club, ndicho kitu ambacho kimefanya kuwa kikwazo kwa namna moja ama nyingine wa benchi zima la ufundi pamoja na management nzima ya ufundi ya klabu ya soka ya wekundu hawa msimbadhi Simba Sports Club. Jioni hii wekundu hawa msimbadhi Simba Sports Club wametoa taarifa rasmi ya kuachana na meneja uh, Dimitri Pantev. Kumbuko ya kwamba Dimitri Pantev amejiunga na klabu ya soka ya Simba Sports Club akitokea kunako klabu ya soka ya Gaborone United pale nchini Botswana. Baada ya mnyama Simba kulazimishwa sare ya bila kufungana katika dimba la Benjamin William Mkapa na kuonesha kandanda safi, kocha wa uh, Dimitri Pantev, kipindi akiwa na Gibron United, ndipo ambako mnyama Simba Lunyas aliona kuna thamani ya namna moja ama nyingine kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanakwenda kuchukua kandarasi ya Dimitri Pantev na kumchukua kuja kuwa kocha na meneja wa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Lakini ziko taarifa ambazo zimeweza si kunisikitisha kwa namna moja ama nyingine ni baada ya wekundu hao wa Msimbazi Simba Sports Club kuitoa taarifa kwa umma na kusema ya kwamba wanaendelea kuwa na mchakato mwingine wa kuendelea kocha. Kwa sasa timu itachukuliwa na kocha Selemani Matola. Sasa kuna kitu ambacho kimekuja kikazua gumzo kwelikweli. Uh, mara ya kwanza klabu ya soka ya Simba Sports Club walituambia kwamba meneja Dimitri Pantev ndiyo ambaye atakayehudumu akiwa na kikosi cha wekundu hao wa Msimbadhi Simba Sports Club. Lakini kwa sasa ukisoma taarifa kwa umma ya wamnyama Simba Lunyasi inaonyesha ya kwamba ni jinsi gani ambavyo klabu ya soka ya Simba Sports Club inaingia sokoni na kwenda kutafuta karatasi, kandarasi nyingine ya kuhakikisha kwamba wanapata kocha mapema iwezekanavyo kwa ajili ya kujihakikishia kwamba wanakwenda katika michezo ya ligi kuu Tanzania bara pamoja na wanapokuwa wanarejea kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwenye tournament hizi za CAF Champions League wanakuwa wakiwa na mwalimu. Sasa kitu ambacho kimekuja kuzua gumzo kwenye mitandao mingi ya kijamii ni vile ambavyo wekundu hao wa Msimbazi Simba Sports Club wakimtambulisha uh, kocha uh, uh, manager Dimitri Pantev kama ndiye meneja mkuu wa klabu ya soka ya Simba Sports Club, lakini hapo baadaye watu wakawa wanajiuliza meneja meneja meneja meneja dhahiri wekundu hao wa Msimbazi Simba Sports Club wamerejea tena kunako kandarasi pamoja uma, na taarifa kwa umma na kuitoa ya kwamba wanaendelea na mchakato wa kutafuta kocha kwa ajili ya kuweza kuja kukaimu nafasi ya meneja mkuu Dimitar Pantev. Watu wanauliza na maswali yamekuwa ni mengi kwelikweli, kila mmoja na jaji kwa namna moja ama nyingine, pengine huenda ikawa mnyama simba lunya Sindia ambaye ameshindwa kufanya hiki ambacho Uh, kilikuwa kinatarajiwa na watu wengi ama ni kitu gani haswa ambacho kilikuwa kikisubiriwa kwa hamu na watu wengi. Hii yote imetokea baada ya meneja Dimitri Pantev kupoteza michezo kadhaa ya klabu bingwa barani Afrika kwenye tournament za CAF Champions League. Kumbukwa ya kwamba meneja Dimitri Pantev ndiye ambaye aliivusha klabu ya soka ya wekundu hao wa Msimbazi Simba Sports Club katika hatua ya makundi, lakini mwendelezo wake ukawa si mzuri baada ya kupoteza michezo miwili ya klabu bingwa barani Afrika. Mchezo wa mkondo wa kwanza ama mchezo wa kwanza ulipigwa katika dimba la Benjamin William Mkapa dhidi ya Petro Atletico de Luanda, mnyama Simba Lunyasa akaweza kupoteza kwa jumla ya bao moja kwa bila, lakini mchezo mwingine ulipigwa pale nchini Mali, Stedi Maline pale Bamako, na mnyama Simba Lunyasa akapoteza kwa jumla ya mabao mawili kwa moja. Baada ya kurudi hapo uongozi pamoja na benchi la ufundi la klabu ya soka ya Simba Sports Club likaa chini na kutafakari na kuona ya kwamba kuna haja ya kuingia sokoni kutafuta kocha mwingine kwa ajili ya kuja kuisaidia klabu ya soka ya Simba Sports Club katika michuano ya kimataifa, nikiwa na maana kwenye hizi tournaments za CAF Champions League ambazo mnyama Simba Lunyasi hana hata pointi moja lakini pia vilevile vile anashika mkia kwenye kundi lake la michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika. Sasa kama mnyama atafanikiwa kupata kocha mapema iwezekanavyo itawalazimu hao wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, kocha aweze kuingia kambini haraka iwezekanavyo kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba mchezo utakao kwenda kupigwa Januari kunako ardhi ya Tunisia dhidi ya Experience de Tunisia, mnyama awe amepata kocha. Kumbuka ya kwamba mnyama baada ya kutoka huko a, nchini Mali Stade Malin katika mchezo wa klabu bingwa barani Afrika ambako mnyama alipoteza kwa jumla mabao mawili kwa moja pale Bamako wanarejea tena kwenye dimba la wanarejea tena kwenye ardhi ya Tanzania wakiwa na michuano mbalimbali mbali ya Ligi Kuu Tanzania Bara maarufu kama NBC Premier League. Jumapili hii mnyama Simba ataanguka dimbani kwenda kukipiga dhidi ya, ya klabu ya soka ya Azam Football Club, ambako ndio mchezo ambao kila mmoja anakuwa anaotolea macho kweli kweli. Azam Football Club wanautaka mchezo huo, lakini pasina shaka bila kuwasahau wekundu hao pia wa Msimbazi Simba Sports Club wanautamani sana huo mchezo, kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba wanatengeneza mazingira mazuri na kwenda kushika nafasi ya juu kabisa kwenye msimamo wa Ligi Kuu Tanzania Bara, kama ambavyo amezungumza msemaji wa klabu ya soka ya Simba Sports Club, Ahmed Ali na kueleza ya kwamba, baada ya kutoka pale nchini Mali, nguvu zao na akili zao zinarejea kwenye Ligi Kuu Tanzania Bara, ambako mchezo anautazama kwa macho ni mchezo dhidi ya klabu ya soka ya Azam Football Club. Pengine una kipi haswa cha kukiona kwa mnyama Simba Lunyasi, kwenda kusaisha makosa mbalimbali mbali ambayo yamejitokeza kunako ligi kuu, uh, kunako ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye hatua hizi ya michezo miwili, ambako tayari mnyama Simba mnyama Simba Lunyasi amekwisha kupoteza michezo yote miwili. Dimitar Pantev, kwaheri Tanzania, kwaheri katika jiji la raha, jiji la Dar es Salaam, akiwa na klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Ni taarifa kwa umma ambako wekundu hao wa Msimbazi Simba Sports Club wameitoa hii leo uh, na majira haya. Ni na madhumuni yao ni kuachana na oh, meneja wa klabu ya soka ya Simba Sports Club Dimitar Pantev. una maoni yapo? una maoni gani haswa? Baada ya mnyama Simba Lunyasi kuachana na kocha Dimitar Pantev. Dondosha comment zako hapa, mimi nitakuwa nikizisoma dhahiri shahi na kukupitisha moja kwa moja kwenye kibanza ambacho kinachokuwa kikiendelea kwenye mitandao ya kijamii enjoy the soccer. This is Chapesa Media.